Uso, usomaji wa Biblia kwa kugundua. Um, leo tutakuwa na dakika chache sana kuangalia ni kwa namna gani tunaweza kusoma neno la Mungu kwa kuligundua, maana leo wengi tunajitahidi sana kusema tunasoma Biblia lakini je, tunaelewa yaliyomo ndani, ama tunasoma kutimiza tu wajibu? kwa kwa tunasoma Biblia. Na wakati mwingine huwa nawaambia watu ya kwamba ni mara mia, usome fungu moja la Biblia moja tu, lakini ulitafakari na kulielewa kwamba linamaanisha nini fungu hilo, maana hilo ndio kusudi la kujifunza neno la Mungu na katika zaburi sura ya mia kumi na tisa na lile fungu la 105 anasema neno lako ni taa ya miguu na mwangu wa njia zangu lakini bado anasema katika lile fungu la kumi na moja moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi kama neno la mungu tungelisoma kwa juhudi kwa kulielewa na kuweza kulifafanua vyema lingeweza kuleta matokeo chanya, maana maneno ya Mungu ni uzima. Sasa wengi tunapojifunza neno la Mungu, mara nyingi linatuacha tukiwa wakavu, pasipo kupata badiliko la kiroho. Maana ajenda kubwa ya neno ni kutubadilisha. Ndiyo maana Yohana 17:17 na saba kumi, kwa ile naandika anasema uwatakase kwa ile, kwa ile kweli neno lako ndiyo kweli. Hiyo ndio ajenda kubwa ya kujifunza maandiko matakatifu. Wengi tunasoma lakini hatuelewi. Na wengi tunasoma hatutafakari yaliyoandikwa ndani yake. Na hivyo tunasoma tu kwa juu juu pasipo kupata uelewa wa kina wa neno la Mungu. Sasa leo natumia muda huu mfupi kukukumbusha yafuatayo. Tunapojifunza neno la Mungu, nini cha kuzingatia? Na kipindi kitakachofuata ninakualika kuangalia mifano ambacho kitakuwa kimetokana na hiki kipindi cha leo. Kipindi kitakachokuja tutaangalia mifano ya kusoma Biblia kwa kugundua. Leo nitakupatia kanuni za msingi. Uanze kuzungumza nasi, Luka sura ya kumi mstari wa 25, nasema natazama, mwanasheria zungumza nasi Ruka sura ya kumi mstari wa 25, nasema natazama, mwanasheria mwaneshe... mmoja alisimama mjaribu, akisema mwalimu, nifanye nini? je mmoja alisimama mjaribu, akisema mwalimu, nifanye nini Je, unasoma? Je, unasoma ili ukashindane na miadhara mbalimbali? unasoma ili ukashindane na watu kwamba nani amefaulu, nani ameshindwa? Sasa hiyo sio kanuni ya kusoma maandiko matakatifu. Hatusomi ili kushindana, hatusomi Biblia ili tukapambane na watu apatikane kumi bora au wa kwanza na wa mwisho. Mwanasheria aliulizwa wasomaje? Ndiyo jambo la msingi Ndiyo, Biblia tunaisoma lakini tunaisomaje? Sasa leo ninakupa kanuni za msingi za kuzingatia kusoma Biblia kwa kugundua yaliyomo ndani yake. Jambo la kwanza unalotakiwa kulielewa katika kujifunza Biblia kwa kugundua, jambo la kwanza ni kuomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu, maana Roho Mtakatifu ndiye anayetuongoza katika neno la Mungu kuweza kulielewa vizuri na baada ya kuongozwa na Roho Mtakatifu tunasoma kisa au hilo fungu ulilokusudia kulisoma. Lakini jambo la tatu ni kurudia kwa undani wake. Kumbuka tunajifunza tuna kujifunza neno la Mungu kwa kulitafakari ili kuelewa kilichozungumzwa humo ndani, kwa maana ya kupata ujumbe na matumizi maishani. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kuomba Roho Mtakatifu, jambo la pili kusoma kisa kwa makini na kwa utulivu, lakini jambo la tatu ni kurudia kwa undani wake zaidi. Hicho kisa kinazungumzia nini na kinazungumza habari gani? Lakini jambo la nne ni kurudia tena kusoma kisa na kukijengea taswira akilini mwako, wewe unayesoma. Kumbuka neno la Mungu ni sharti likae katika fikra zetu. Kwa hiyo ni kurudia kulisoma tena na tena, na hii ndio inamaanishwa kusoma Biblia kwa kutafakari. Usisome Biblia kwa sababu kuna taarifa ya habari, usisome Biblia kwa sababu unataka kukimbia kwenye majukumu yako. Hapo utasoma Biblia kwa kuielewa na kuitafakari, maana utakuwa unakimbizana na mambo yaliyoko mbele yako. Tenga muda wa kutosha kuisoma Biblia na kuweza kuifafanua na kulitafakari neno lake. Lakini anasema jambo lingine ni kuomba kutenda kwa ajili ya Roho Mtakatifu yale uliyoyasoma, Roho wa Mungu akusaidie na atusaidie ili kuweza kuyaishi na kuyaweka katika utendaji. Kwa hiyo mambo makubwa matano ni sharti tuyazingatie, kwamba lazima tuombe kwa ajili ya kuongozwa na Roho Mtakatifu, kusoma kisa chenyewe au fungu lenyewe, lakini kurudia kwa undani kile ulichokisoma na kurudia tena kusoma na kujenga taswira katika akili yako, na mwisho kuomba tena kwa ajili ya Roho Mtakatifu ili kuyaweka katika maisha yetu ya kila siku. Lakini kumbuka tunapokuwa katika kusali, tukitenga muda kwa ajili ya maombi, kuna mambo ya msingi manne lazima uyazingatie, kwamba maombi yanaambatana na kusifu. Sifa lazima iwepo katika kuomba, maungamo, shukurani kisha sala kwa maana ya supplication. Hapo ni katika kipengele cha maombi. Hivi vitu vitakavyo, vitakapodumishwa katika maisha yetu tutaweza kuwa na usomaji mzuri wa Biblia, wa neno la Mungu, kwa kulitafakari na kuleta matokeo chanya katika maisha yetu. Sasa kwa kila fungu unalojifunza mpendwa msikilizaji, kwa kila fungu unalojifunza kila fungu unalolifungua kwenye Biblia, Biblia kuanzia sura ya kwanza ya Mwanzo hadi sura ya ishirini na mbili ya Ufunuo imezungumzia habari za Yesu. Hii biblia hii, kila fungu nalolisoma limezungumza juu ya Yesu, linazungumzia habari za Yesu, na hivyo lazima uelewe, je, hivi hili neno linazungumziaje tabia ya Yesu? Hili limemzungumzia Kristo, hili neno hili? Sasa yako maswali ambayo Nitakuacha nayo katika siku ya leo na maswali haya utayatumia katika kipindi ambacho kitafuata. Maswali ambayo unatakiwa kujiuliza kila unaposoma Biblia, kila unaposoma fungu au unaposoma aya fulani katika Biblia lazima utoke na majibu yafuatayo kwa kila fungu ili kusoma Biblia kwa kugundua. Maswali yafuatayo ni ya msingi kujiuliza ili kupata ujumbe. Usisome tu Biblia kwa kurukaruka na kurupuka pasipo kujua ujumbe uliomo ndani yake. Maswali yafuatayo yatakusaidia kuelewa namna sahihi ya kusoma Biblia kwa kugundua. Jambo la kwanza: Maswali ya kujifunza Biblia kwa ugunduzi ni haya. Uliza maswali haya kila unaposoma Biblia. Swali la kwanza: Je, kisa hiki au fungu hili linaniambia nini kumhusu Mungu? Hilo ni swali la kwanza. Kila unaposoma aya fulani kwenye Biblia au kila unaposoma fungu fulani kwenye Biblia lazima ujiulize, ndani yangu mimi binafsi, ili kutii au kujifunza au hata kufuata leo. Kwa hiyo, maswali haya matatu ya msingi yatakusaidia kuelewa kusoma Biblia kwa kugundua, ili tunaposoma neno la Mungu tusibaki tu hewani, ili hali neno la Mungu liko tayari kutuongoza katika ukamilifu. Kwa hiyo